Asante sana. Kwanza nianze kwa kumtambua mgeni wa heshima, kisha nimtambue makamu wa chuo kikuu cha Zanzibar, na vilevile nimtambue Mama Karume na wageni wote ambao wamealikwa, na kwa njia ya usasa itifaki zote zizingatiwe, hilo ni jambo la busara, kwa kuwa inatupa nafasi ya kulenga mada moja kwa moja. Nilipoandikwa nilimuuliza Profesa Makami, je, nikija Zanzibar chuoni nitazungumza Kiingereza ama Kiswahili? akaniambia zungumza Kiswahili, na ninafurahi kwa kuwa katika bara la Afrika inakubalika ya kwamba lugha ya Kiswahili iwe ni lugha rasmi, na katika midahalo na kongamano chungu nzima, wanaosimama kusema hivyo wanasema kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo ni furaha yangu ya kwamba hii leo tunatumia lugha ya Kiswahili kulijadili swala hili nyeti ili kuitangazia rasmi ya Afrika ya kwamba lugha ya Kiswahili ndiyo lugha rasmi ya bara la Afrika. Na ni jambo la kujivunia ya kwamba tunaitumia lugha ya Kiswahili wakati tunapomwenzi Hayati Sheikh Abeid Karume. Sheikh Karume alikuwa ni mmoja wa viongozi wa Afrika ambaye alitumia lugha ya Kiswahili, na hotuba zake ambazo mnazijua, alitumia Kiswahili kizuri tu. Na hii leo kama mchokoza mada, jukumu langu ni kuwakumbusheni mambo muhimu aliyoyazungumzia Mzee Karume. Nyote mnafahamu historia ya Mzee Karume. Vijana hapa watasimuliwa jinsi katika siku za awali, wakati ambapo bara la Afrika pamoja na Zanzibar ilikuwa inatawaliwa na masultani jinsi wa Afrika walivyodharalishwa, jinsi tulivyoteswa, jinsi mzee Karume ambaye alikuwa katika rika ya kwanza wa viongozi ambao walitoa mhanga ili kuikomboa bara la Afrika walivyofanya hivyo bila kuogopa, jinsi walivyoizungumzia demokrasia kwa utofauti jinsi walipo walivyohakikisha kwamba kuna mshikamano, vitu hivi vyote tunaviangazia, kwa kuwa tunakumbuka ya kwamba wakati huu tunapozungumza bara letu la Afrika inaparaganyika. Yeyote ambaye anaiangalia Afrika ana tamaa ya kuelewa ni vitu vipi walivyokuwa wanaviona viongozi ambao walikuwa na maono kama Mzee Karume katika hotuba zake nyingi, kuna moja ambayo naipenda mno una. Na katika hotuba hiyo Mzee Karume anakumbuka mwezi wa pili na kukumbuka walipoiasisi chama cha Afro Shirazi na mzee Karume anakumbuka ya kwamba chama cha kina mama walituma wajumbe na wajumbe hao walikuwa na mwakilishi wao anaitwa mama Mwajuma. Mama huyo Mwajuma alikuwa bado kijana, na mama huyo akamhoji mzee Karume na vigogo wa Afro Shirazi, akiuliza hivi, je, mnapotuambia ya kwamba tupiganie uhuru na ukombozi maana ni nini? Akajibiwa, Mzee Karume anasema walimwambia Mama Mwajuma, tunapigana dhidi ya unyonge tunapigana dhidi ya dhuluma, tunapigana dhidi ya shida na kuogopana. Na mama hakukoma hapo, akauliza mnapozungumzia unyonge huu ni kitu kipi ambacho mnakiangazia? Akaeleza kwa kina. Wale ambao walikuwa wanaishi wakati huo watakumbuka ya kwamba Mwafrika alikuwa anadhalilishwa na kudunishwa na siasa za kibabu za kisultani. Afro Shirazi ikachangia pakubwa hadi mwaka 1964 kulipopata mapinduzi ya Zanzibar. Wakati huo wale ambao ni wanahistoria watakumbuka ya kwamba nchi nyingi za Afrika tayari zilikuwa zinahusika katika ukombozi wa nchi zao mbalimbali mbali. Tanzania bara tayari tano ilikuwa inashiriki katika vita vya ukombozi, na mtakumbuka wakati huo ya kwamba Rais hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akapendekeza ya kwamba uhuru wa Tanganyika icheleweshwe ili Kenya, Uganda na Tanzania ziwe huru kama nchi moja wenzake wa kadinda. Lakini hisia hizo zilisalia pale pale, na alipokuwa rais wa kwanza wa Zanzibar, mzee Karume hakusita hakutafuna tafuna maneno, alimweleza mzee Nyerere Zanzibar na Tanganyika ziungane ziwe nchi moja, ikawa ya kwamba nchi za kwanza kuungana kulingana na mitazamo ya waasisi wa kwanza au rika ya kwanza wa viongozi baada ya uhuru, ikawa ni Zanzibar na Tanganyika ikazaa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu mzee Karume, wengine wanahoji hakusoma sana lakini sasa kuna wasomi wengi tu vyeti vingi tu lakini hakuna maono. Mzee Karume alikuwa ni mzee ambaye alikuwa anahoji. Katika hotuba moja yake anasema, sasa nyinyi Waafrika mnawategemea sana wataalam, mzee atakumbuka hivi akija mzungu mnamtetemekea, ni mtaalam. Na kile kinachofanyika na hao wataalam ni ya kwamba wanatukwaza katika maendeleo. Tunapozungumza hivi leo, tunawatambua wataalam, lakini tukumbuke wosia ya mwalimu, ntamwita mwalimu Sheikh Karume wakati huu ambapo utaalamu uchwara umekita mizizi katika nchi nyingi za Afrika. Na tujiulize pia, mzee Karume alikuwa si mtu mbinafsi. Wengi ambao wanasoma historia watakumbuka hotuba aliyeitoa mwenzake rafiki ya Sheikh Amani Karume Mwalimu Nyerere mwaka wa 65, wakiwa katika jiji la Accra, Ghana, wakati ambapo walifikiria kwamba baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar Afrika ingeungana ikawa nchi moja. Mwalimu anasimulia walipomaliza mkutano bila kukubali kuungana, Viongozi wengine wakasema tumshukuru bwana, hatutapoteza nyadhifa zetu za urais. Lakini mzee Karume hakuogopa kuwa makamu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kile ambacho alikuwa anaipa kipaumbele ni ya kwamba tanga Tanganyika na Zanzibar vimekuwa kitu kimoja na akasema ya kwamba hii ndiyo njia ya kuhakikisha ya kwamba tumezipiga vita unyonge, dhuluma na kule kule ambacho kitatuelekeza pasipofaa. Mzee Karume alikubali ya kwamba demokrasia ni kupambanisha hoja. Siku hizi, ndugu zanguni, tunazungumzia demokrasia lakini hatupambanishi hoja siku hizi tunazungumzia demokrasia na tunahongana. Siku hizi tunazungumzia demokrasia na tunazungumzia udini. Tunazungumzia demokrasia na tunazungumzia ukabila. Ninyi Tanzania, kwa kiasi fulani, mmejinasua katika minyororo ya ukabila, lakini katika bara la Afrika ukizungumzia demokrasia hakuna kupambanisha hoja. Mzee Karume alikuwa katika mstari wa mbele wa kuhakikisha kwamba demokrasia inaeleweka ni njia mojawapo la kupambanisha hoja, ndiyo akasema jiwe pembe ya demokrasia ni umoja, jiwe pembe ya demokrasia ni umoja. Je, yeah. Sote ambao tumekutana hapa tumekutana hapa tukiwa na imani ya kwamba falsafa ya Mzee Karume inatufaa kama vijana, wazee hawa ambao tayari wengi wao wameng'atuka. Je, nyinyi vijana ambayo nafasi yenu ni sasa, mnakumbuka ya kwamba lengo la Mzee Karume na waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba tuna siasa, sasa ilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba tunaungana, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tuna maono ilikuwa ni kuhakikisha kwamba heshima yetu imerejeshwa, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba sisi kama Waafrika tunajitegemea. Ndiyo maana yeye pamoja na Mwalimu Kambarage Nyerere wakazungumzia ujamaa na kujitegemea. Mnakumbuka hiyo? mnakumbuka ya kwamba yeye pamoja na Mwalimu Nyerere wakasema ya kwamba siri ya maendeleo ni vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali. Je, mna malezi bora? Je, mna siha njema? Je, mna bongo kali? Na bongo hizo kali mnazitumia kwa namna gani? Ni kushabikia vitu ambavyo haviko katika bara la Afrika. Je, mtazamo wetu ni upi? Haya ndiyo maswali nyeti ambayo ya, ya lazima tuyajibu. Na swali mama ni hili: je, falsafa na maono ya Mzee Karume inatufaa kwa njia gani, tukiangalia mustakabali sio wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania peke yake, lakini mustakabali wa bara la Afrika na mustakabali wa mtu mweusi hasa katika enzi hizi za ukoloni mambo leo. Je, tumeitihani katika nchi nyingi tu za Afrika tukisafiri una hasi kuna hofu ya kwamba ukoloni mambo leo inarejea. Kuna hofu ya kwamba siasa za usultani inarudi kinyemela. Una hofu ya kwamba vijana wetu wananaswa na vitu ambavyo vinawatorosha kutoka kwa bara la Afrika. Hii leo nawaombeni, hii isiwe ni hafla tu, hii isiwe ni hafla tu iliyoandaliwa na kigoda cha mzee Karume. Hii iwe ni nafasi ya kutafakari, hii iwe ni nafasi ya kujiuliza maswali mazito kuhusu mambo mazito. Maswali hayo yalenge umoja wetu, na umoja huo usiwe ni umoja wa makaburini ya, ya wafu. Iwe ni umoja wa watu ambao wako hai, wako chonjo, na wanauliza maswali yanayostahili kuulizwa. Hii leo tujiulize, demokrasia ni nini? Je, tunakubaliana na Mzee Karume ya kwamba demokrasia hiyo ni kupambanisha hoja. Tujiulize kama vijana, hasa nyinyi vijana wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla, mnaposhiriki uchaguzini tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano mnapiga kura kwa nini na kwa nani? Je, mnashawishika na vitu vipi? ni takrima ndiyo inawashawishi? ni hongo ndiyo inawashawishi? au ni hoja? Hayo ndiyo maneno ambayo naombeni kuyaangazia na sitasema mengi kama chiriku aliyekunywa maji ya joni la tayari. Hoja nimeichokoza tayari, maswali nimeyaweka, na kilichoko ni kwetu sisi kuyangazia na kujiuliza, huyu Mzee Karume tutamwenzi vipi? Vijana wa sasa si muziki mnaisiza, ahibyo, wa aina gani mnaisikiza, lakini kaimba Mbaraka Mwinshehe Mwaruka kifo cha Karume, na anapoimba kuhusu kifo cha Karume anatoa wosia ya kwamba tujitahadharishe na vijibwa hivyo vilivyomwondoa maisha Mzee Karume, kwa kuwa lengo lao kuu ilikuwa ni kusambaratisha na kuzika maono ya mzee Karume. Naombeni wosia huo wa Mbaraka ni Mshehe Mwaruka akimkumbuka na kumwezi pamoja mzee Karume iwe ni kichocheo kwetu sisi, siyo Wazanzibari peke yake, lakini Watanzania na Waafrika kwa ujumla wetu kuangalia maisha ya mzee Karume, kiongozi aliyekuwa mpole, kiongozi aliyekuwa mnyenyekevu, kiongozi aliyekuwa na maono, kiongozi ambaye alijitolea kama mhanga kuhakikisha kwamba maisha ya jamii yake imebadilika, na ya kwa kwamba maisha ya jamii yake imeboreka. Kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba Mzee Karume alifariki lakini Mzee Karume yu hai. Asanteni, Maulana wajanii. Profesa, mimi, mimi nilipata bahati ya kupata ile uliokuwa umeandaa kwa lugha ya Kiingereza kwanza ufundi iliyoandikwa nayo e, ile inapaswa kuchapwa, ibaki tena katika e, kavazi au kigoda cha e, katika katika hifadhi ya kidijitali lakini nakushukuru. Nilitaka nipitie kidogo yale uliyosema, lakini sina sababu, kwa sababu umezungumza kwa kifupi, lakini masuala mazito urathi wa Karume ambao unaonyesha jinsi alivyojitolea. Halifu alikuwa na uwezo mkubwa, alipenda watu, hakutaka dhuluma na hakuwa binafsi. Ndio maana akajitolea kuungana na Tanganyika, Zanzibar na Tanganyika. Leo tuna muungano peke yake ambao umedumu mpaka sasa. Sasa, baada ya hayo, baada ya uchokozi huo, niwakaribishe profesa na masego wote, njoni. Dokta masegu mkae mbele, sina hakika eh, mwanafunzi wangu mahiri sana Iman. Sina hakika kama kuna vipaza sauti vya kutembea au kila mtu ataongelea hapa okay. Hii haifanyi kazi As, asante. Sasa nawakaribisha tuanze na profesa. Profesa umemsikia Profesa Hosea Regoshora umemsikia vizuri sana Eh, profesa Lumumba, kwanza niweke sawa kabla hatujaanza sisi. Eh, walikuwepo kulikuwa na makala nzuri sana, wamezungumza wazanzibari kadhaa, nikakumbuka nikamwona ndugu yangu Karume pale eh, Amani. Mimi mwaka elfu mbili nilikuja hapa, tulikuwa na jopo la kufanya mahojiano na wagombea urais. kwa hiyo tulizungumza na mheshimiwa Amani Abeid Karume na baadaye tukazungumza na Maalim Seif Sharif Hamad mwaka elfu mbili. Kwa hiyo ni miaka ishirini na tano baadaye. Profesa, tunaomba uanze na wewe katika yale kuanzia ya ulioyasia kwenye makala hadi yaliyozungumza. Asante sana Aiman kwa utambulisho huo, uh, wa upendeleo mimi. Eh, kwangu Zanzibar huwa ni nyumbani kwa eh, sababu ni kweli kama alivyosema na wanafunzi wangu wengi sana wangu Zanzibar Mheshimiwa mgeni rasmi, mheshimiwa viongozi wote. Na kama alivyotufundisha Rais, sikumbuki ni awamu ya ngapi Zanzibar, lakini akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mzee Mwinyi, utajo umeswihi, yaani maana yake itifaki imezingatiwa, lakini naomba mniruhusu nimtaje tu mama yetu Fatma Karume ambaye yuko na sisi bahala hapa kwa sababu ni tukio muhimu, na mimi nitumie fursa hii kuwapongeza sana uh, Susan Profesa Mohamed Makame Haji na kupongeza sana kwa na wenzao katika chuo hiki kwa kwanza kuanzisha kigoda, lakini pia kuandaa kongamano hili ambalo naamini ni muhimu sana. Baada ya kusema hayo, sitatumia muda mrefu kutoa utambulisho kwa sababu katika hizi nyaraka tulizo nazo tayari e, wahusika wamekwishatambulishwa na nikimtizama profesa Lumumba, najiuliza nimtambulishe kwa nani? Naamini hapa hata vijana wadogo kabisa wanamfahamu, lakini mwana majumui mzalendo wa Afrika ambaye siku zote ametumia muda wake mwingi kujaribu kuzungumza na Waafrika wenzake kuhusu umuhimu wa masuala mbalimbali ya uongozi chumi, amani na tunashukuru pia kwamba leo tumepata bahati ya kuwa naye hapa. Atakuwa mzungumzaji mkuu, na akishazungumza kama walivyokushatambulisha wengine, atakuja Profesa Hosea e, Rogoshora ambaye yeye kitaaluma ni mwana sosiolojia, na tunajua sosiolojia umuhimu wake katika kueleza changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo katika demokrasia, na hali kadhalika tutakuwa na Uh, Masebo, Dr. Masebo ambaye na yeye hivyo hivyo mwanahistoria nguli na atakuwa na mchango wake katika kujadili hawana. Profesa, naomba nikaribishe. Asante sana, nikikujibu kuna hotuba ametoa hayati Mzee Karume akipendekeza ya kwamba wafungwa wa makosa madogo madogo watarekebishwa kwa kufunzwa akasema ya kwamba jela tutazibadilisha kuwa shule. Wakati ni sasa, tutumie maarifa na wosia huo kuhakikisha ya kwamba wanyonge wamepewa nguvu. Mwisho kabisa, nilipokuwa nikichokoza mada, ilisema ya kwamba kuna wakati Mwalimu Nyerere akizungumza akisema siri ya maendeleo ni vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali. Silaha ni hizo. Asante, asante sana Profesa, umemalizia vizuri na kwa kifupi. Na profesa, lazima niseme, wewe umetokea Kenya. Kenya kidogo Kiswahili pale huwa kinaumwaumwa. Kile Kiswahili kilitokea hapa Zanzibar kikiwa na afya yake kabisa, alizokuwa akizungumza hayati, hayati Abeid Karume. Kilivyofika bara kikaanza kujisikia joto kidogo, lakini kilivyofika Kenya kikaumwa, kikalazwa. Sasa mtajua nyewe wenyewe ni nchi gani kilifia. Lakini wewe umezungumza Kiswahili fasaha kuanzia mwanzo hadi mwisho, sijasikia umechanganya na Kiingereza. Kwa hiyo naomba bakiza na bakita muwe mnatafakari tafakari, ni, ni tuzo gani ya kumwandalia eh, Profesa Lumumba. Kuna profesa mwingine tunaye humu ndani lakini kwa sababu ya pahala anapotoka alizungumza Kiswahili, lakini kidogo nikasikia anachomeka na Kiingereza, lakini kwa sababu ya pahala anapotoka, kwa hiyo hiyo tuna, tunamsamehe. Niko shukuru niko sana profesa, kwanza kwa wasilisho lako ambalo wengi wanakiri kwamba uliliwasilisha kwa ufasaha mkubwa na unaifahamu vizuri historia ya Afrika na vivyo hivyo unafahamu historia ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Niwashukuru sana Profesa Hosea Regoshora Regosho, e, pamoja na Daktari Masebu kwa uchambuzi mzuri mlioufanya, lakini washukuru pia wote ambao mmeshiriki kuchangia na wale ambao hakupata fursa mtuie radi. E, na tunaomba chuo kikuu cha Suza Profesa Makame Haji naamini kabisa utaendelea na uandaaji wa shughuli kama hizi. Nilishakuwa mwendesha mjadala huko nyuma hapa Suza, sio mara ya kwanza, ili watu wapate fursa ya kujadili zaidi. Kama tulivyosikia kwenye mawasilisho haya, mambo tukiyajadili yatasaidia vijana wetu kujua tunakotoka na hivyo vivyo, eh, kuzidisha hisia za kizalendo lakini binafsi nipongeze sana hii kazi iliyofanyika na, na SUZA. Sisi TBC huwa tunaombwa, wanatutafuta wana sana watu wengi bwana, tunaomba hotuba eh, za hayati Abeid Karume. Sasa tunashangaa tukitafuta, si nyingi hivyo. Kama leo SUZA mmeweza kufanya jambo hili, kuna hotuba za video, hotuba za sauti, alafu kuna nyaraka, hilo ni jambo muhimu mno na alisema profesa hapa, alisema profesa hapa kwamba wapo watu huko duniani wangependa sisi tusahau, lakini pia tukumbuke, huwa wanatusahaulisha, wanaweza kutuletea vitu vingine ili tusahau, wanatusahaulisha, lakini mandhari tunayo kidijitali. Hili ni jambo kubwa la kihistoria na